Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu siku ya Jumamosi baada ya Jumatano ya Majivu. Neno la mwenyezi Mungu tunalilipata siku ya leo linatoka katika Injili ya Luka sura ya tano aya ya ishirini na saba hadi ile ya thelathini na mbili Inazungumza Yesu ambaye anaenda katika eneo la forodha kando ya ile bahari au ziwa la Galilaya. Anakutana na mtu ambaye anaitwa jina Lawi, akiwa ameketi forodhani, anamwambia nifuate. Katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu katika lile taifa la Israeli, kwa watoto wale wa Yakobo kumi na wawili, Mwenyezi Mungu aliwapatia kila kabila taratibu za kuweza kuishi. Na kabila la Walawi Mwenyezi Mungu alilitenga kwa ajili ya huduma za patakatifu patakatifu, yaani hekaluni. Na katika kabila la Walawi ndipo alipotoka makuhani Haruni na ndugu zake walitoka katika kabila la Walawi. Walawi hawakupewa ardhi. Urithi wao alikuwa ni Mungu peke yake. Walikuwa wanapaswa kuweza kutumika katika hekalu la Mwenyezi Mungu wakipokea sadaka na kuzipeleka na kuzichinja katika ile madhabahu pale patakatifu patakatifu. Huyu Lawi ambaye alipaswa kuweza kuwa hekaluni akihubiri neno la mwenyezi Mungu, akipokea sadaka, akisimama madhabauni kwa Bwana, akaacha kazi ile ya madhabauni, akaenda kufanya kazi ya kuwa mtoza ushuru. Na kipindi hicho wale waliokuwa wanatoza ushuru walikuwa wanatoza ushuru serikali ya Kirumi, ambao walikuwa wanawakandamiza wana wa Israeli. Hivyo basi akavuka mipaka akaenda kuungana na serikali ile ya Kirume kuweza kuwatesa ndugu zake. Watu walimchukia sana Lawi, walimuona ni msaliti. Na hadi katika ibada za Myahudi aliyekuwa amesimama imara alikuwa anasali hivi kwamba watoza ushuru wote na watu ambao ni wa mataifa, hao watakuwa ni kuni katika moto wa milele. Wakawa wanamwambia mabaya huyu ndugu, lakini walisahau kwamba ingawa alikuwa ameungana na hawa Warumi kuweza kusimama katika habari za kutoza ushuru, akawa ni mwasibu wao. Huyu alikuwa ni mteule wa Mwenyezi Mungu, ndani mwake alikuwa amebeba kusudi ya Mwenyezi Mungu. Na hadi leo, naomba ujifunze jambo hili kwamba kuna baadhi ya watu kwa asili yao wanapaswa kuweza kusimama katika madhabauni pa Bwana, waweze kuwa wahudumu wa patakati, patakatifu patakatifu ila kuna mapito mbalimbali ambao wameyapitia wamejikuta wameacha kusudi la Mwenyezi Mungu, wameenda kufanya kazi mbalimbali za kutoza ushuru, kuweza kuwa wafanyakazi na watumishi wa serikali. Wamekataa, wameacha kuweza kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu. Watu hawa mara nyingi sana huwa wanapewa hata majina. Ndio maana utashangaa mwingine yupo katika huduma huko, ni mtumishi, anaitwa baba paroko, mwingine anaitwa askofu, mwingine anaitwa padri, kwa sababu ya moyo wake. Kwa nini? Huyo ni Mlawi, alikimbia tu kazi ya Mwenyezi Mungu, ameenda kufanya kazi za kutoza ushuru Msiwaseme vibaya au watu msiwatazame vibaya, wamebeba kusudi la Mwenyezi Mungu. Matokeo yake walivyo, hilo lango ambalo lilipaswa kwanza kutumika kwa ajili ya Mwenyezi Mungu likatumika vibaya, yaani Warumi wakalishika. Watu wale ambao wamebeba kusudi la Mwenyezi Mungu ndani mwao huwa wanatumika sana katika upande wa adui. Waweza kumkuta mtu ni mlevi sana, waweza kumkuta mtu anatumika katika upande wa adui, anafanya mambo mabaya ya ajabu huyo mtu alipaswa kuweza kutumika kwa Mwenyezi Mungu, ila tu lango hilo linatumika vibaya. Yesu anafika pale, anamwona Lawi, anamwita, anamwambia nifuate. Alitamka kauli moja tu, nifuate. Lawi akaacha vyote akamfuata Bwana, ingawa katika kuweza kumfuata Bwana alimwomba akasema, Yesu, nilikuwa na marafiki zangu ambao tulikuwa tunafanya kazi pamoja ya watoza ushuru ambao walikuwa ni watu wa mataifa, naomba unipatie muda niende nikaagane nao. Yesu hakukataa mwaliko, akasema nenda kaagane nao, na Yesu pia naye akaenda kwenye hiyo sherehe. Yaani hawa hawa ambao walikuwa ni wadhambi, watoza ushuru, wanafurahia mwenzao kuweza kuitwa pamoja na Yesu. Kuna furaha kubwa sana kwa mtu ambaye ni mdhambi, mtu ambaye alikuwa na makosa, kuweza kuitwa pamoja na Yesu, wakajua kwamba huyu mtu atakuwa pamoja karibu na Yesu, ataweza kuwa anawaombea walishangilia sana, wakafanya hii sherehe kubwa. Yesu akaingia kati kati ya wadhambi, na hicho ndicho ambacho kinachotutia nguvu katika siku ya leo. Yesu, hata kama upo katika dhambi za namna gani, hata kama umetengwa na jamii katika mambo ambayo mabaya, hata kama watu wanakutazama vibaya katika swala zima la kazi ambayo uko nayo, hata kama jamii inakutazama vibaya katika majukumu mbalimbali ambayo uko nayo, kwa sababu tu unatumika huko, Yesu hajakuchukia. Yesu akaenda katika lile kundi la wale watoza ushuru akafanya nao sherehe. Na cha ajabu, kundi lile ambao walikuwa wanajiona kwamba wao ni watu wa kusali sana, kundi la Mafarisayo, wao wakakataa kuingia katika ile sherehe, wakaanza kumshutumu Yesu kwa nini amekaa na wale ambao ni wadhambi. Na Yesu anawapatia neno hili, anasema kwamba si kuja kuwaita wenye haki, bali nimekuja kuwaita wadhambi ili wapate kuweza kutubu. Yesu rafiki wa wadhambi anawakumbatia wadhambi. Na wewe mwenyewe pia ukiwa kwamba ni mdhambi, hata kama umetengwa, kumbuka kwamba Yesu ni rafiki yako. Mwalike popote pale, katika safari yako maisha, atakuja. Na hata hao ambao wanaonekana kwamba wao wanasali sana na kusema mabaya, achana nao, kwa sababu Yesu anakusudi na wewe. Mfanye Yesu aweze kuwa rafiki yako, isikie sauti yake anayokuita Lewei kwamba nifuate, acha mambo yote ambayo umekuwa nayo, mfuate Kristo atakufanya kutoka Lawi uweze kuwa Mathayo, na baadaye pia, kile chombo, ule mkono uliokuwa unatumika katika kuweza kufanya uovu hasa, utatumika kuweza kuandika injili yake Mathayo. Ule mkono uliokuwa unapokea zile kodi, ule mkono uliokuwa unapokea rushwa, ule mkono uliokuwa unaandika risiti, uliokuwa unatumika katika mambo mabaya, akautumia mkono huu kuweza kuandika injili, ndio injili ya Mathayo. Na yeye mwenyewe pia utakapoisikia sauti ya Bwana anaposema njo unifuate, na wewe pia kile kitu ambacho kibaya kilikuwa kinatumika kwa adui shetani, kitumie kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Amina.